Watumishi wa Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini wameshiriki vyema katika masomo ya juma la uwakili ambalo limeendeshwa kote nchini huku wakihamasishwa kuwa mawakili bora katika kazi ya Mungu. Msimamizi mkuu wa masomo hayo Bwana John Chagonja, yeye ameeleza jinsi Mungu alivyotoa kanuni tano za msingi ambazo tunapaswa kuzifuata ili kuwa mawakili waaminifu kwa Mungu. Kwa ujumla katika juma hili tumejifunza namna ambavyo Mungu anahitaji tutumie rasilimali zetu kwa ajili ya utukufu wake, anahitaji tutumie uwakili kama mtindo wa maisha ee. Uwakili pia unatumika sana katika mahusiano, namna gani tunaweza kutumia mahusiano yetu katika jamii, katika familia, katika watumishi wenzetu hapa kazini katika namna ya kusaidia kuendeleza somo hili la uwakili katika maisha ya mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla, tunamwona Mungu akitoa kauli ya kwanza baada ya uumbaji wa mwanadamu ambayo ilikuwa ikilenga baraka, na tunakutana na zile kanuni tano ambazo ni kuzaa, kuongezeka, kujaza, kutawala pamoja na kutiisha. Maandiko yanatuonyesha wazi kwamba Mungu anamwona yule ambaye hazingatii kanuni hizi kwamba hajui kwamba ameumbwa kwa ajili ya kuongezeka na kutumia rasilimali zote alizonazo kwa ajili ya kusaidia wengine, kwamba asiyefaa kitu. Na katika wiki hii tumeona kwamba Mungu anamhesabu mtu huyo kama asiyefaa katika wajibu wake au jukumu lake alilopewa hapa duniani. Naye msimamizi mwenza wa masomo hayo Florence Elia amesema uwakili kwa ujumla ni kusimamia rasilimali Mungu alizotupatia huku tukijenga mahusiano bora kati yetu na jamii inayotuzunguka. Katika juma hili la uwakili tumejifunza mambo mengi. Kwanza tumejua nini maana ya uwakili. Maana ya uwakili ni kusimamia rasilimali Mungu alizotoa kwa uaminifu. Haimaanishi kwamba uwakili ni fedha, hapana. Uwakili ni vitu vyote Mungu alivyotupa, lakini tunavyovisimamia kwa uaminifu hiyo ndo maana halisi ya uwakili. Maisha ma, masomo ya uwakili yametusaidia vyema sana katika maisha yetu, hasa katika swala la mahusiano, swala la kutunza muda. Uwakili huko katika umejitenga katika nyan, nyanja nyingi sana, kuna uwakili wa muda, kuna uwakili wa mali, kuna uwakili wa aina mbalimbali mbali, lakini katika somo la wiki hii tumejifunza kwamba napaswa kusimamia kila kitu Mungu alichotupa kwa uaminifu hasa katika mahusiano yetu sisi na binadamu wengine na mahusiano yetu sisi na Mungu. Aidha, msimamizi na mratibu wa masuala ya ibada katika ofisi za Jimbo, Naelijwa Malongoza, yeye amesema kuna umuhimu mkubwa wa kuwepo kwa masomo na majuma ya maombi ofisini, kwani mara kadhaa watumishi wamepitia changamoto za kutohudhuria masomo hayo makanisani kwao. Tumekuwa na juma la maombi hapa la uwakili ambalo kwa kweli mahudhurio yake yalikuwa ni mazuri, kulingana na idadi ya watu waliokuwepo, kwamba wengi hawapo wako kwenye majukumu mengine, lakini waliopo walikuwa wakijitahidi kuhudhuria, na juma lilikuwa zuri sana na watu tumebarikiwa katika masomo ya juma hili, kwa sababu mara nyingi huwa tunakosa kulingana na majukumu tulionayo. Lakini tunaposhiriki katika ofisi zetu hapa, inatusaidia tunatambua ni nini ambacho tunapaswa kukifanya, lakini pia katika kuwashirikisha na wengine katika kuifanya kazi ya Mungu. Lengo na kusudi ni kwamba yanatusaidia pia kukua kiroho, lakini pia kwenda kutumika na sisi, pale tunapopata nafasi tunatumika kikamilifu kupitia majuma ya maombi haya, maana yanatuamsha. Masomo hayo ya uwakili yamekuwa na mguso wa pekee kwa watumishi na washiriki wa makanisa yote kwani yamewaamsha na kuhimiza namna ya kujikita katika utume kwa kuwa mawakili waaminifu. Nikiripoti kutoka Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mtarogwa.